Na nikitoka Rwanda nitakaa na mke wa kichwa mviringo ili nimfunishe namna ya kumnyoosha eh, ili nimfunishe namna ya kuweza kumnyoosha uh, kichwa mviringo, kwa sababu kazi anayoifanya. Na hii siri nilikuwa nimebeba kwa kipindi kirefu, lakini bora imekuja imejifumbua wenyewe. Hiyo ndio kazi yake. Huku IFM anao wawili <laughs> ah, mlimani anao wawili sawa. CBE anao wawili Mwanza tulienda Mwanza nakumbuka, tulienda Mwanza na Wasafi Beti akaja nao wengine tena wawili. Sasa ina maana shughuli yake, hela anazozipata zote anapeleka kule, so tutakemea vibaya mno na nitakana mke wake, nitamwambia kwanza, tamwombea radhi kwamba hili lipite lakini pili nitamfundisha namna ya kumnyoosha atulie kwenye familia. Okay, Babalevo, nasikia kuna magonjwa. Mimi nilipata hiyo video mapema, lakini sasa aliniomba radhi, akaniambia akaniomba, ndugu yangu, naomba Babalevo usinivujishie nimekaa nayo <laughs> sasa kule ilipoenda kwa watu ambao waishalipo laki tatu <laughs> wakaivujisha wala kunipa yeye zile nilitumiwa na watu wengine, nikaziona watu wananyoana nywele wanamgombania, nikasema haya, nikamwambia ndugu yangu huko unagombaniwa, hizi video zitafika kwa mke wako. Haziwezi kufika. Nadhibiti haya kiko wapi? Alisema mimi nisizipeleke, sikupeleka mimi, wamepeleka watu wengine, kaishazalirika, ameenda mtu, anaenda kusali kwenye makaburi ya Mtume na wapi, afu anaenda kufanya vitu vya ajabu, lanakumu kwa kweli, nakemea nakemea matendo ya kilanakum aliyoyafanya kichwa mviringo okay. Nakemea nakemea vibaya mno na namwomba na, uh, shemeji yangu awe Luku. Luku. Luku. Luku. Luku. Daimonde Luku. Daimonde na moyo wa huruma. Acha naelekea Diamond hawezi kuwa Nigeria. Diamond anamuoa Zuchu na tumeshakubaliana kwenye hilo uh -huh. na ndoa ya Diamond Platinum tumeshakubaliana uh -huh. Ngamia zishaanza kutafutwa kwa sababu <laughs> zitachinjwa ngamia za kutosha, harusi ya Juksi kwenye harusi ya Diamond ile harusi ya Jux itakuwa ni kama birthday party, nakwambia ukweli. Itafungika harusi hapa siku ishirini na moja, hakuna kulala, hakuna kila. Mkoa atashuhudia harusi ya Diamond Platinum, viwanja vyote vikubwa harusi itafanyika kwenye kila kiwanja kuhakikisha watu wanashuhudia namna ambavyo msanii ambaye wamempenda kwa muda mrefu anafunga ndoa na mpenzi Okay, <laughs> <laughs> wake <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hatari <laughs> sana, bana Babalevo. Hebu hmm? Babalevo ndo asafiri kuelekea